Habari zenu wapendwa watazamaji wa Daily Life TZ. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama kwenye mwaka mpya, lakini pia kwa moyo wangu wote nawashukuru sana ninyi subscribers na watazamaji wangu. Bila support yenu, likes, comment, kushare video zetu kwenye hii chaneli, nadhani isingefika hapa leo ilipofika. Hivyo basi, napenda kuwajulisha au napenda kuwaambia mafundi, wanafunzi na watu wote wanaopenda kujifunza mambo ya umeme na motors kwamba huu mwaka elfu mbili na ishirini na sita nitawaletea video nyingi zaidi za ufundi pamoja na mafunzo mbalimbali mbali. Tutajifunza kusuka mota, kutengeneza starter, kufahamu wiring diagram au michoro ya wiring, na mbinu za kitaalamu ambazo zitakusaidia au zitawasaidia kwenye kazi zetu au kwenye kazi zenu pia na pia kuongeza kipato pia. Naomba na muendelee kutusupport kama mlivyofanya mwaka huu ambao umeisha. Tunawashukuru sana kwa hilo pia. Kama bado hujasubscribe, tunaomba usubscribe hapo, ili uweze kunufaika na mafunzo mbalimbali mbali kwenye chaneli yetu. Asanteni sana na karibuni kwenye mwaka mpya ambao nadhani Mungu atatubariki, utakuwa mwaka wenye mafanikio, wenye mambo mazuri wetu sisi sote. Kwa hiyo tumwombe Mungu, mambo yaende vizuri. Pia tunawatakia mwaka mpya mwema, ndugu zetu wote watazamaji. Asanteni sana na tukutane katika video inayofuata hivi punde. Asanteni sana.